ni ile mali iliyotolewa lilmajnii aalaihi, kwa yule aliyekosewa, au liwaliyihi, au kwa walii wake, kutolewa huko bi sababil jinaya, kwa sababu ya kosa ambalo mtu kalifanya. Watusamma aidan alaql. Ia pia huitwa aql, nadhani imetangulia katika hadithi nyingi tu huko nyuma ikitajwa aql kwa maana ya dia, kama mtakuwa mmezingatia hata katika hadithi ya Abdullah bin Abbas Mtume anasema man qutila fi ilmya au rimya bihajarin au sautin au asan fa aqluhu aqlu al khata, qawluhu fa aqluhu ay fa diyatuhu. Kwa nini imeitwa aql akili? An tumezoea kusema aql ni akili, si ndio? Sasa hapa imetumika neno aql kwa maana ya dia. Kwa nini metwo hivi? anasema la ahlul ilm li anna alqatila, kwa sababu huyo muwaji kana yajma diat min alibil, alikuwa akikusanya dia ya ngamia, fayaqiluha, akawa akiwafunga wale ngamia na kuwazuia bifinai auliya almaktul, katika uwanja na eneo la wale ndugu walieuliwa, liusalimaha ilaihim ili awakabidhi ngamia hao. Kwa mtu akishaua, ilikuwa analeta wale ngamia wake ambao ndio dia, ngamia mia moja, anakuja hadi katika mji wa wale watu walieuliwa ndugu zake, anawafunga pale, anawazuia huko, anasubiri kuwakabidhi wale ndugu dia yake kwa ndugu yao aliyemuua. Kwa kile kitendo cha kuwazuia walingamia pale katika eneo la wale aulia ul maktul, inaitwa aql. Sababu aql ni kuzuia akili. Kwa nini imeitwa aql? al aql ni kule kuzuia akili. Imeitwa hivyo kwa nini? Kwa sababu inamzuia mwenye nayo kufanya ujinga, kufanya siotakiwa. Nafahamiana na, na dalili ya dia anaanguka anaanguka. Dalili ya dia ni kauli ya Allah katika Surat An-Nisa, al aya ya 92.

itakayosalimishwa na kupelekwa kwa watu wake, huyo aliyeulio. Qawluhu qauluhu wa diyatun musallamatun, na dia yenye kusalimishwa na kufikishwa. Ila ahlihi, kwa watu wake. Adhamiru huna yaudu ila almaktul, ay ila auliyai lmaktuli, dia ataipeleka kwa wale

Imma an yufda wa imma au yufdi, anemtoleshe fidia aliyeua, an au amue wadeh. Na hadithi pia za mlango wetu wa leo zote ni dalili ya kufaa jambo hili na kuthibiti kwake. Jambo la dia ni ipi hikma

na kuhifadhi damu za watu ambao wako mbali na kuuliwa, wasiofaa kuuliwa, ambao ni mausumu dami, damu zao zimehifadhiwa, haitakiwi kumwagwa. Wazajar na kukemea pia mauaji waradu anil istihanati bil anfus na kuwazuia watu eh, kudharau na kuzidogesha nafsi za watu, kwamba watu wasione kwamba kuua ni kitu cha kawaida, jambo dogo. Ni, ni jambo ah -ah, kubwa. Kumuua mtu sio kama unavyoua mdudu, sio kama unavyoua mdudu. Nafsi ni kitu kikubwa nafsi ni kitu kikubwa, hakiuliwi isipokuwa kwa haki yake ya na imetangulia hadithi huko nyuma, ni wakati gani ni halali kumwaga damu ya Mwislamu. Nafahamiana <clears> hasa <throat> katika kipindi hiki tuna haja zaidi ya kuwa makini na mlango huu katika kipindi hiki. Tupo katika kipindi ambacho baadhi ya watu wachache wasiojitambua wanahamasisha mitandaoni huko uvunjifu wa amani. Amani ikitoweka ni sababu ya kumwagika damu, amani ikitoweka ni sababu ya kumwagika Dam. Na jambo la kumwaga damu ni jambo la haramu. Kumwaga damu ni haramu, tumekatazwa sisi na sheria yetu hii ya Kiislamu, kwa tunapaswa kujiepusha na yale ambayo yanapelekea uvunjifu wa amani, ili kuhifadhi damu za watu, damu zisimwagike. Ama tukizembea tukafanya yale ambayo ni sababu ya umwagaji wa damu, damu ikamwagika kwa uzembe wetu, au tukawaacha wale watu ambao ni wachache katika sisi wenye kutaka kumwaga damu, tutakuja kuwajibishwa sote kwa pamoja. Ni lazima sisi tukemee, tukemee kwa nguvu zote, tukataze, ili hata likitokea la kutokea, tunayo sehemu ya kujitetea mbele ya Allah subhanahu ta'ala kwamba yarabi, sisi tulisema tulisema tulikemea, lakini wao walikuwa ni makaidi katika jambo lao hilo, wakawa wameliingia. Ama tunaenda mbele ya Allah sote tukiwa tuko sawa, kwamba sote akili yetu ni hiyo, hakuna aliyemkemea mwenzake, hiyo itakuwa ni hatari kwetu sisi. tunafahamiana na